E, imeanza safari yake ya kuchukua mahujaji kwa kupeleka katika miji mitukufu ya Maka na Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija na umra ndani ya mwaka huu. Kwa upande wetu sisi, taasisi yetu iko upande wa Zanzibar, lakini pia tunashukuru tumepata kibali kwa upande wa BAKWATA. Kwa hiyo leo tunaondoka kwa Zanzibar huku kwa Qatar Air, lakini na kesho inshallah mahujaji wa Dar es Salaam na bara yote kwa jumla wataondoka katika uwanja wa ndege wa taifa wa Dar es Salaam kuelekea huko huko kwa utekelezaji wa ibada ya hija. Maandalizi, alhamdulillah, tunashukuru yako vizuri mpaka sasa hivi, tuko salama, hakuna tatizo lolote. Tunaomba dua kwa watanzania wote, lakini pia tunatangaza taasisi yetu mwakani. Inshallah, tunawaomba Watanzania, wazanzibari wote kwa jumla, tulipo mutunge mkono na muje katika taasisi yetu kwenda kufanya ibada ya hija. Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabilalamini wassalatu wassalamu ala rasulillahi sala llahu alaihi wasalam. Mimi Fatuma Mahamisi Juma eh? Namshukuru Mwenyezi Mungu kunijaalia niko hapa leo uwanja wa ndege, na namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa uwezo wa kwenda kuhiji. Hivyo namwomba Mwenyezi Mungu atujaalie twende hija salama na wananchi wenzangu na kuombe ni mtombe dua twende salama, tukafanya ibada yetu kwa salama na amani. Vile vile naiombea nchi yangu heri, nitakapofika huko nitaiombea heri nchi yangu na ana nchi wenzangu. Mwenyezi Mungu awape uwezo waende kufanya hija kwa salama na amani. Allah ijalie nchi yetu salama na amani, nikiwa katika safari ya kuenda maka au kwenda kuhiji. Kwa hiyo, tunachoomba kwamba Mwenyezi Mungu atufikishe kwa salama na amani, turudi tena na wenzetu. Tulokwenda nao Mwenyezi Mungu awafikishe salama, turudi tena na wale waliotuomba tuwaombee dua, inshallah kwa uwezo wake subhana wa taala, na hao tuwaombee waitwe kama tulivyoitwa sisi. labbaik